Jina langu naitwa, uh, Basil Lema, ni mmoja wa watu wakongwe katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Nimekaa Chadema muda mrefu, nimeingia nime toka mwaka 2004. Nimekuwa mkufunzi maeneo kadhaa. Sasa hivi ni rahisi sana Watanzania kuanza kuchoka kusikia hadithi za viongozi waandamizi na wanachama wa Chadema kujiondoa kwenye chama chao, chama wanachokipenda, chama walichokiwekea matumaini kwamba kinaleta ukombozi nchi hii. Watanzania wanaanza kuchoka kwa sababu hawakutaka hiyo hadithi kabisa, walitaka kupata hadithi ya Chadema inapoki, inashinda majimbo mangapi inashinda kata ngapi imebadilisha mifumo kiasi gani, lakini sasa wanasikia chama kilichokuwa kimeshapanda juu sana kinashuka chini, kinakwenda kupotea, inawauma sana Watanzania. Gonjwa lililoingia ndani ya chama linalosambaratisha, linalosababisha haya yote mnayoyasikia, kiongozi huyu anaondoka, huyu anaondoka, huyo anaondoka, kinaanza kuwa kinaisha kwenye masikio ya Watanzania, ni chuki. Ukuta wa chuki umejengwa umepanda juu kiasi kwamba kwa sasa hivi haiwezekani watu wa mashariki wakutana na watu wa magharibi, haiwezekani watu wa kusini wakutana na watu wa kaskazini. Kile kwa pamoja tunachokiomba, tunachokitaka serikali iipe Chadema iwape watanzania uhuru wa kuassociate, humu ndani ya Chadema haupo. Uhuru wa kujieleza, uhuru wa kukosoa, humu ndani ya Chadema haupo. Ukimkosoa bwana mkubwa ukikosoa wanaoongoza wewe ni mhaini, ni msaliti, ni nini dalali, umenunuliwa, kila lugha cha, na vijana bwana wanatukana, wanatukana, wanaogesha matusi. Sasa nina, nina, nina, kwa nini nimelileta hilo? Ili niwasaidie Watanzania waishauri chadema yao na wale walioko kule ndani na wanaobaki mle ndani washauriane wenyewe. Chanzo cha, cha chuki hii ni mfumo wa kampeni za ndugu yetu aliyeshinda uchaguzi. Mfumo wa kampeni wa kwake alikuwa na nguvu kubwa sana kwenye media strategy, wakawafundisha vijana wengi jinsi ya kufanya kampeni za kutweza za kutukana na kukashifu, haswa wa kumkashifu Freeman Mbowe. Sasa zile silaha walizozitumia kwenye kampeni hizo, silaha hizo, silaha baada ya vita zilitakiwa zipelekwe amare, zilitakiwa hizo silaha zipelekwe galani. Vita imeisha. Maamuzi ya chama ya Chadema sasa hivi sio kwenye vikao. Katiba ya Chadema imekuwa suspended. Maamuzi ya Chadema yako WhatsApp, yako Instagram, yako Clubhouse yako Twitter. Kwa nini waliotengeneza mpango wa uchaguzi wa, tanzi, wa, wa Chadema wa, wa, base yao ni huko na wala sio wanachama wa Chadema, sasa kile walichokuwa wamekipanga labda ndio hiki ambacho tunakiona sasa hivi, waisambaratisha Chadema baada ya kutugawa sisi tuliokuwa tuna familia moja ya imara sana, Chadema ya watu waliokuwa wanapendana mno, watu wanaoshirikiana mno, watu wanaosaidiana mno. Leo hii ni Chadema ya watu tunaogopa tutawindana. Mimi naitwa Basil Lema, kama nilivyojitambulisha awali. Ninatoka, sitoki kwa sababu nimetukanwa sana, wala sitoki kwa sababu nafasi yangu haipo, ipo. Ninatoka kwa sababu naenda kutengeneza backup ya Chadema. Imeishiwa pumzi, malengo yanapotea, tutapita njia nyingine. Najipanga, nitapita njia ingine.